Shee bwana, kwenye pitapita nisha kusikia moja mtu anasema, ikitokea ukamona mjusi wale tunaoita mjusi kafiri chumbani kwako, mm. Mm. ni uchuro eh, muue haraka. Kila mtu anaongea la kwake. Nikasema nikipata nafasi ya kukutana na wewe, walau nipe kile ambacho unafahamu kwenye hili. Ni kweli, ni hatari mjusi kuonekana chumbani mm? Naam, al akhi, ndugu yangu, bwana Nyundo, ni kweli kabisa, yule mjusi ni hatari sana na ni maneno ya kiongozi wa umma bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, anatuambia tumuue. Wazghun, wazghun ni huyu mjusi katika lugha nyingine, sisi tunamwita mjusi kafiri. Auwawe haraka tena, ukimuua unapata thawabu. ukimuua mjusi chumbani, ukimuua unapata thawabu tena, ukimuua kwa pigo moja unapata thawabu zaidi Ukimua kwa mapigo mawili unapata thawabu kidogo, yani zinashuka kidogo. Ukimua kwa mapigo matatu zinashuka kidogo, yani ndivyo jinsi ilivyo, inatakiwa auwawe. Tafiti zimebaini ya kwamba yule mjusi, yani katika zile baraza e, yani kwa maana katika ile mikojo yake pamoja na kinyesi chake, kuna aina ya bakteria hatari kabisa, wanaitwa Yersinia. Hawa bakteria ambao wanaitwa Yersinia wana uwezo wa kusababisha maradhi hatari sana. Wanaweza kusababisha typhoid na homa kali kabisa, lakini kadhalika wana uwezo wa kusababisha maumivu makali kabisa ya kichwa. Kwa hiyo sehemu yoyote ambao utaona hawa mijusi wanazagaa zagaa, Fahamu kabisa hapo pana hatari kubwa kabisa. Inawezekana watu wakawa wanajikuta wanaingia katika maradhi ya aina kadha wa kadha. Mjusi kafiri yule inatakiwa uwawe, na ni maneno sahihi kabisa kutoka kwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, na ndio uhalisia wa mambo yalivyo. Ana bakteria wengi sana wakiwemo hawa Yarsini ana wengineo ambao wana athari mbaya sana katika afya na maisha ya binadamu, mathalan huyu mjusi mjusi kafiri huyu, wakati Nabiyullahi Ibrahimu alaihi salatu wassalam anatupwa katika moto, viumbe wengi au wote walifanya juhudi kuuzima ule moto ili usimdhuru mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, illa lwazgha isipokuwa huyu mjusi fa innahu nafaka, yeye alichokuwa anakifanya ni kupepelea ule moto ili ukolee vizuri. Kwa hiyo ni katika mdudu ambaye pia anazo laana katika mazingira haya. Kuna <laughs> imani yote ya kichawi ya kishirikina akihusisha na mjusi ipo. Kwa mfano, ukiwa unamwona sehemu ambapo pakiwa panatawala sana hao mijusi mara nyingi sana hapo panakuwa pana kuthratu shayatin, pana wingi sana wa uwepo wa mashetani maeneo hayo. Na mashetani ni ni wasaili ni, ni, ni wasail ambazo zinakuwa zinatumiwa sana na watu warogi hawa wanaorogaroga wanaofanya masala ya uchawi katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo kuonekana kwake, kwa mfano hata mtu akiwa amelala mathalan, faraa fil manami alwazga, akawa ameota mjusi akiwa ndani ya usingizi ni ishara ya kwamba mtu huyu atapata na sadma, kwa maana atapatwa na mtihani mzito sana, ambao utakuwa ni mgumu ye kujinasua kutoka katika mtihani huo. Kwa hiyo kwa yoyote yule ambaye atakayeona hiyo katika usingizi, astaidh billah, ajilinde sana kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa kujiombea dua za nusra, Mungu amnusuru, amlinde, amuondolee na athari za namna hiyo. Lakini kadhalika ukiwa mahala ambapo hawa mijusi ni wengi, matukio mengi sana ya ajabu ajabu utaona yanajiri mara nyingi sana katika nyumba hizo, utaona mizozo inakuwa haiishi utaona katika nyumba hiyo masala ya kiriziki yatakuwa yanakuwa magumu. wakati fulani wakati fulani, utaona kuna mambo ambayo hayaeleweki, watoto wakifika pale ndani hawata, yani, wao kwa wao hawaelewani. Na mfano hayo, hizi ni katika athari ambazo zipo kutokana na uwepo wa mdudu huyo, kwa sababu hukaa mahala ambapo anapokuwa na mazonge ya namna hizo. Hatari sana akionekana au wawe, kwa mujibu wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Anasema "kullu mauludin", yoyote katika watoto wanaozaliwa "yuladu ala alfitra", anazaliwa hali ya kuwa ni Muislam au katika maumbile ya Kiislamu, anazaliwa katika hali ya namna hiyo. Haijalishi wazazi wa, wa mtoto huyo wawe Waislamu, atazaliwa ni mtoto Muislamu. Wawe Wakristo, atazaliwa ni mtoto Muislamu. Wawe wapagani, atazaliwa ni mtoto Muislamu. Kisha akasema faabawahu wazazi wake hawa wa mtoto huo huyo, yuhauwidanihi, ndio ambao wana uwezo wa kumfanya mtoto huyu kuwa Yahudi kwa kumbadilisha kumtoa katika Uislamu, au yunasiranihi, au ndio ambao wanaweza kumfanya mtoto huyu akawa Mnasara kwa maana Mkristo, au yumajisanihi, au wakamfanya akawa Majusi kwa maana wale wanawabudia ng'ombe moto na mfano wa hayo. Kwa hiyo ni maneno sahihi kabisa na kwa nini bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ameyasema maneno haya? Naam, pia katika taaluma, katika ilmu alfizia ukiangalia, karne ya kumi na nane na karne ya kumi na tisa katika masala ya kisayansi, wamekuja kukubaliana mia filmia na maneno haya ya bwana mtume Muhammadin, kwa sababu mume na mke wanapokutana katika suala lile la tendo la ndoa huyu mwanamume katika sehemu ya husu ya kwa maana ya korodani za mwanamume, wakati mbegu zinapokuwa zikiandaliwa ili kuja kufanya talqihi katika buwaidhatu nadhija, yai la mama ambalo ilo iva, basi hapa huwa hizi mbegu za kiume zinazunguka sabatu ashwat, raundi saba, na hii raundi saba zinazunguka ili kuja kukutana na yai na kadhalika kuanza kupatikana talqihi kwa maana urutubishwaji wa mwanadamu akiwa ndani ya tumbo la mama. Nenda katika khamsu salawati, sala tano, swala tano ambazo tunazosali sisi Waislamu, kuna sura moja ambayo hiyo sura ni nguzo ya sala yoyote. Yule ambaye hatoisoma sura hiyo katika sala, basi sala yake inakuwa batil, kwa maana inakuwa haijakamilika, na inawezekana ikawa si swala kabisa. Isipokuwa kuwe na sababu maalum, nayo ni suratul Fatiha. Hii suratul Fatiha ina aya saba ambayo ni nguzo katika nguzo za sala. Lakini kadhalika hizi aya saba ndio tunaona pia kule, na mwanadamu wakati anaumbwa, ana yani zile mbegu zinazunguka katika sabatu ashwat, raundi saba, sawa sawasawa na yale maneno ya Mtume, anasema kullu mauludin yuladu ala alfitra kwa maana yoyote anayezaliwa katika watoto anazaliwa katika maumbile ya Kiislamu, yanazunguka raundi saba mbegu hizo. Tunaona katika swala kuna raundi saba yani, kuna aya saba kwa maana sura ambayo ni nguzo, aya saba ambayo ni suratul Fatiha. Lakini kama hilo halitoshi, itakuja zile mbegu zitakwenda kufanya talqihi, kwa maana urutubishwaji katika lile yai, zinapogonga tu katika lile yai, basi ile yai la mama, kinachofanyika kuanzia masaa saba mpaka masiku saba hurejea katika sehemu ya arrahmi, ili liende likaanze kitu kinachoitwa taaliki pale katika rahmi, kizazi cha mwanamama. Hizi ni saba ambayo zinakwenda sambamba na ile saba ya nguzo ya sala, lakini kadhalika na saba zile raundi saba, mbegu zinapozunguka ili kwenda kufanya urutubishwaji. Mtume anasema kullu mauludin yuladu ala alfitra. Kila anayezaliwa anazaliwa katika maumbile ya Kiislamu. Nimewahi ni, ni kuona ka comment moja kwenye video ambazo huwa tunafanyaga hapa. Naam, muumini mmoja alisema shehe, bwana wewe unatuongopea sisi. Wa Islam tunaamini kwenye Qurani mm, aya ipi ambayo imesema hivyo kuhusiana na ile mada ambayo tumezungumza? Na hapa lazima watalalamika, mm, umezungumza hadithi ya Mtume, Mtume kasema hivi, mm, ujasema aya. Yeah, e, yote hapa Qurani nasema hivi. Totoe wasiwasi kidogo, sahihi na kwenda huko, yote haya nitayaweka vizuri kabisa.